zetu wadudu, tumekuja mbele yenu. Tuna jambo tunataka kuongea na nyie. Niko na mwanangu Mboro, naomba awahabarishe kidogo. Eh, kwa majina naitwa Mboro Mdudu. Ndugu zetu wa Tanzania kuna jambo tunahitaji kuongea na nyie, au tunaomba kuongea na nyie jambo hilo ni kama lifuatalo. Tukikumbuka tarehe 29 Oktoba, ni siku ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi, lakini zilitokea vurugu zilizoweka taifa letu kwenye sintofahamu. Wananchi walipoteza maisha, ofisi za umma zilichomwa, mali za watu ziliharibiwa. Sisi kama wadudu ofisho tumekuwa miongoni wa wahanga kilichotokea tarehe 29 Oktoba, siku iliyogusa maisha ya vijana wengi na jamii kwa ujumla. Tukio lile lilileta maumivu makubwa na mfumo halisi na mambo mbalimbali mbali. Kwa mfano wadudu, kama wadudu, tulipata msiba ambao msiba huo ulikuwa ni msiba wa mke wangu ambao ni shemeji yenu nadhani mnatambua hilo. Ndio mke wangu alifariki dunia na kuniachia mtoto wa miaka minne. Leo hii mtoto yule hana mama, mimi ndo baba, mimi ndo mama. Sasa mimi kama kijana, sitamani kuona kijana mwenzangu naye anapoteza mkewe, anamwacha mtoto wake kwenye taharuki. Basi tumesikia kuna taarifa zinazodai kuwa maandamano mengine yanatarajiwa kufanyika tarehe tisa Desemba. Sisi kama wadudu hatuna mamlaka ya kuwakataza watanzania wasifanye maamuzi yao. Hata hivyo, tunaomba kwa unyenyekevu, kama kuna njia nyingine eh za kufanikisha malala, za kufikisha malalamiko, basi ingekuwa busara kuzitumia njia hizo zisizo na madhara. Maisha ya Tanzania ya Watanzania yana thamani sana, na hayana mbadala. Kweli kabisa. pia tunaiomba Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuto kupuuzia hoja na maumivu na kilio cha vijana wa Gen Z. Ndio, ndio kabisa hapo. Ni muhimu kusikiliza hoja zao ndio. Kujibu kwa weledi uwazi, majadiliano yenye heshima ili kuepusha sintofahamu na mganganyiko isiyo ya lazima. Kweli kabisa. Baba hiza tunakumbushwa kila mwananchi anapaswa ajue wajibu wake. Ndio, naongea na sio wananchi tu, wanatakiwa wajue wajibu. Pia viongozi wetu nao wanahitajika kujua wajibu wao, eh na sisi tukumbuke, na sisi tukumbuke kuwa amani ya nchi ni jukumu letu sote. Kweli, naam, naam. Tunasisitiza pia ujumbe, ujumbe huu ni muhimu kwa watanzania wote. Dini ni tendo la kiroho, ukabila ni utambulisho wa asili, na siasa ni maamuzi ya kijamii. Tusiruhusu tofauti, tofauti hizi zipotoshe hadi kuhatarisha amani ya nchi yetu ambayo ni nguzo kuu inayoweka salama. Tulinde amani kwa maneno yetu na matendo yetu na maamuzi yetu. Hatutamani kilichotokea tarehe ishirini na tisa kijirudie. Unosimama, hatupende hatutamani hatutamani mashali zetu alikufa, mashali zetu aliuawa, really, baba. Ofisi za umma zilichomwa, watu walipata hasara, watu waliibiwa vitu vyao, kweli kabisa, jomba. Mwisho wa siku tuliingia kwenye hasara sisi, sisi wananchi. Hata zile ofisi kujengwa zitatumika sisi, sisi, nani? Zitatumika zile kodi zetu tunazotoa kujenga. Kwa hiyo tutafute njia ambayo itakuwa ni sahihi kufikisha ujumbe wetu kwa viongozi wetu, na viongozi nao wajaribu kusikiliza vijana, wajaribu kutusikiliza, kukaa chini na sisi, kuongea na sisi vijana, ili nchi yetu izidi kuwa na amani. Tunawapenda Watanzania wote, tunawakubali kinyama. Hatutamani kuona tena kilichotokea kitokee kwa mara nyingine. I love you Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Yes. Amen. Amen. Amen.